Hello, hii ni Swahili Politics. Hapa tunaongelea siasa za duniani, mambo makubwa yanayotokea duniani kwenye siasa. E, bwana kuna, kuna tukio Marekani kalifanya linashangaza dunia, mejif, nguvu gani? Nimeingia kwenye kompyuta yangu bwana, nikaona notification inakuja kutoka Sky, Sky News kwamba Nicolas Maduro, Maduro amekamatwa na CIA, wameshamtorosha wame, nje ya nchi yake. Nicolas Maduro ni nani? Ni rais wa Venezuela, rais wa Venezuela. Yani imagine hicho kitu, rais wa amiri jeshi mkuu, CIA wameweza kumfuata mule, wamemchukua wamemwondosha. Sasa nikaa najiuliza Kipindi Trump anafanya vitisho vyote, tulikuwa tunafikiri vita vya US na Venezuela vitaenda kuwa kama Russia na Ukraine, sawa. Russia ameshindwa kumshika Volodymyr Zelensky, ameshindwa kabisa, alikasema Russia na yeye ana nguvu kama tu Marekani, lakini kwenye hichi kitu bwana, CIA wameonyesha extraordinary capability kwamba kama wameweza kumshika rais wa Venezuela, amerijeshi mkuu anayerindwa Vipi kwenye nchi kama za kwetu, wakiamua kufanya wanaotaka sawa. So, Marekani huyo hapo, Trump alikuwa anaongea tu kwamba hata ah, nani Nicolas Maduro ni ni, ni, ni, ni anahusika kwenye kuvusha madawa kuja Marekani ehe, eh, kuna organization ya drug cartel anaiendesha, asikwa sema okay, hiyo vita itaenda kuwa tu kama ya Ukraine, utamtoa Maduro madarakani kwa sababu ana jeshi la kumlinda eh, hey. Dakika ishirini na mbili zilizopita, pa naona notification Maduro amekamatwa. Trump yuko Malalago nina, nina, nyumbani kwake kule Florida. Anatoa, wanaita briefing, anawambia waandishi wa habari, ameposti katika Truth Social, hii ni mtandao wake, ameposti kwamba tumeshamkamata Nicolas Maduro, yeye na mke wake wamekuwa flown out of the country. Kwa hiyo sasa hivi Nicolas Maduro hayupo Venezuela. What the fuck? Mbona yani, na uhakika hata Putin anashangaa. Sasa swali swali lingine limefanya nijiulize ni hili hapa ni kwamba Venezuela ana marafiki marafiki wa damu kabisa, kama Russia, kama China, kina Irani kule, wote wameshindwa kumsaidia. What the fuck? Hata China Wameshindwa kumsaidia kabisa, yani hadi nikimwangalia namuonea huruma maskini, namuonea huruma kabisa kabisa kabisa, namuonea huruma. Inabidi nicheke, sijui ni DJ yani hadi nafikiri, ila ni one of the best military achievement ever appeared in the history of the planet, serious yani, series of coup. Coup kila coup inafanywa na, na na CIA chache sana ambao wamefeli ila siku fiche hapa, si yeye ndio wameonyesha kwamba wenyewe wapo capable ya kufanya chochote kile. Wameshindwa kumkamata tu Putin na, na Xi wa China, na wa North Korea Kim Bas. wengine wote, elewa ni kwamba haupo kwenye interest zao. Hata sisi Tanzania si kutoa kwenye interest zao na kwa pia, yani hapo ni kama chafya tu ndani ya sekunde papa pa, rais wetu hayupo hawashikaji wa wanatisha, yani wanatisha kuliko, yani, basi tu. The United States of America. Who are these people? CIA ni kina nani? Wana nguvu gani? Wanaweza kufikia kitu gani? Eh? Yeah? NSA, CIA kwa sababu CIA ndio, kwa sababu uh, Trump aliauthorize covert operation. Covert operation, hizo operation za kijesusi ambazo zinafanyika yani operation is, yani ambazo hazijulikani zinafanyika ndani ya nchi. Kipindi huu mgogoro unaanza ambao Marekani anapeleka meli zake za kivita manuali kwenye coast ya Venezuela, alituambia ame authorize covert operations na zinazo, zitakazofanyika Venezuela, tokasema ni propaganda, covert operations za nini? Maduro mtoi. Aya, Maduro huyu hapo kaondoka Maduro ka kaondoka, yeye na mke wake wamechukuliwa ndani ya nchi, mji mkuu Caracas, ambapo yani ni kama sisi Dodoma, imelindwa yani ni kama yaani mji mkuu merindo wanajishioi sasa. Ngoja tuendelee kuona tuone kwamba vipi, labda wanajeshi wake walimsaliti. Sawa, labda wanajeshi wake walimsaliti, lakini bwana CIA sio watu wa mchezo. Narudia tena CIA sio watu wa mchezo kabisa kabisa kabisa. Nimeshtuka eti. Sasa hapa hichi kilichotokea, unafikiri Iran anajisikiaje huko? Yule ayatola kule anajisikiaje? anajiskiajea Yaani, USA anaweza akiamua kufanya anafanya. Ni kwamba Ayatola, kwa sasa hivi USA ua hawana interest ya kumchomoa, lakini siku akipata interest utasikia papapa ayatola pa, kachomolewa. Kwa sababu nikiangalia Iran na Venezuela sio kwamba wamezidiana nguvu sana, hapana, wanalingana lingana. Venezuela kweli wanajeshi walikuwa wanasema wanamlinda Nicolas Maduro, lakini nini kimetokea? Kwa hiyo hatutashangaa tukija tukusikia Mossad na CIA. Mossad ni intelligence ya Israeli na CIA wameingia Irani, wamechukua Ayatollah, wameondoka naye, yaani basi. Lakini what ironic ni kwamba Marekani kaweza kufanya hivi kwa kitu ambacho anakiita kitisho kwa nchi yake, alikuwa anamuona Maduro ni kitisho kwa nchi yake. Lakini Putin na yeye alikuwa anaona Zelensky ni kitisho kwa Russia. Kwa nini wana mind kufanya alichokifanya? Guys, siamini kwenye tawala zetu hapa duniani, kwa wanachokiongea, zote zinakuaga ni unafiki. Sawa, afanye Marekani is okay, akifanya Russia not okay. Wakati wanafanya kile kile exactly the same thing mwanzoni mwa vita vya Ukraine nilikuwa simwelewi Vladimir Putin hata kidogo, nasema we mshikaji ni war criminal no, anapenda mavita tu, ila hapa ndo nimemwelewa sawa Marekani muogope kabisa kabisa, yani <coughs> napenda maswala ya, ya, ya efficiency za majeshi hizi intelligence, lakini CIA walichokifanya hichi oi, big up. Big up, a lot yani big up a lot. Ah, hii ni Swahili Politics, tufate nakupa siasa, migogoro ya kisiasa yote inaendelea duniani, yote inaendelea duniani sasa kina Venezuela wapu, tutaku, tutakuwa late. Nini kinaendelea katika nchi ya Venezuela? Je, yule mama aliyepewa Nobel Peace Prize atakuwa rais au ataweka rais gani mwingine? Yani, nataka nione retaliation ya Venezuela, nataka nione jeshi la Venezuela, how, how does it feel nataka nione hicho kitu sawa. Kwa hiyo wetu follow kwenye Tufollow subscribe kwenye YouTube, katika jina la Swahili Daily. Instagram utakuta kwa jina la Swahili Daily Official, siache space yoyote. Facebook, Swahili Daily. TikTok, Swahili Daily. Tufuate tukupe stories zote za, za siasa zinazoendelea duniani. Sawa. Peace out.